Kikosi cha Yanga kilishuka dimbani dhidi ya Tabora Aprili pili huku wananchi wakiibuka na wa ushindi wa mabao matatu kwa bila katika dimba la Alasani Mwinyi. Goli la kwanza la Yanga liliwekwa kimiani na Israel Patrick mwenda dakika 21 ya mchezo, huku Clement Mzize akipachika bao la pili dakika ya 56. Prince Mpumelelo Dube alikamilisha karamu ya magoli matatu mnamo dakika ya 67 na kufanya mchezo huo kumalizika kwa ushindi wa mabao matatu kwa bila Tabora. Assalamu alaikum, kanda yote ya kati. Assalamu alaikum, Tanzania, Afrika Mashariki na ulimwengu wote wa soka. Yangu ameanza kwa kucheza mpira nje kabisa

sura inazungumza mengi, tazama subwi hiyo, shadzarakisa kaboka, akapiga tobo nyingine, tobo mbili kwa wakati mmoja. Ukisikia mwana ukome, ndo hii. Anapiga pasi kumtafuta Dube, tazama ile tani ya Prince Mpumelele Dube ni klasi kwa tanu maridadi kweli kweli, ugeukaji wa ajabu kabisa huu. Unaweza ukasema ni ule mgeuko wa maajabu. Alipima nyuzi zile, prinsipu melele. Sasa anamwekea Mzize, nafasi yake kuwa Mzize ameua drogba bongo. Mzize ni bo straika huyu anapokea pasi sweet pasi chocolate kutoka kwa sisi wa Ifrokost. Kunywa maji baba! Jean Noel anabamiza maji chini, aoni kama yana maana tena. Counter attack ya maumivu kwelikweli, mkuki wa moyo. Goalkeeper Jean Noel alijaribu kucheza mpira ule, lakini mkandamizo ule aliuchangua mpira katika kipenyo murua. Clement Francis Mzize, bull striker. Bao la pili kwa wananchi. Bao la pili kwa defending champions wa NBC Premier League. Wananchi wanafurahi. Mzize sema Edi Mbarak. Wananchi wanafurahi hapa. Kibao kata kile kumtafuta Mzize! Mzize! Kwani kuna hapa ugomvi hapa? Wewe mzize wewe, unaweza ukapelekwa mahakamani kwa mauaji. Bonge la suti, hata hivyo, kuna mkono wa offside bila shaka. Anasema kuna offside. Acha tuone. Pakawa mzuzwa, cheza mpira ule

kwa upanga ipo siku utauawa kwa upanga. Alifanya high pressing, duba ka kontro mali bo balance bo control bo technique akaweka shuti la chini chini. Jan Noel anakandwa, wacha tuone, Mzize Mzize na Frayo ali manusra Mwamuzi anakwenda kumuonya Ibra Baka kwa kadi ya njano. Pakawa mzuzwa bo dansa, Profesa cheza pasi, mefika kwa Prinsi Dube. Mwamuzi msaidizi nambari mmoja Makame Mdogo amenyosha kibendera kwamba ni offside. Makame Mdogo wa Shinyanga. Yeye kwa machwaka anasema Prince Mpumelelo ameotea, hatari ya kuchukua goli tatu zote sifuri, tharatha bin sufuru. Wacha wachatone, mechi imemalizika Uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Mabingwa wa ya tetezi wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania NBC Premier League Young African Sports Club wanalipa kisasi mbele ya Tabora United Nyuki wanakumbatiwa na hawang'ati. Yanga wanaondoka sura zimependeza, sura zina manundu. Mfungo mwema wa Kwarezima. Asalamu alaikum, baibai, bye bye. Tabora United sifuri Yanga tharatha. Mara baada ya mchezo huo kikosi cha Yanga kilirejea jijini Dar es Salaam kupitia uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku moja kwa moja wakielekea kambini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo naofuata dhidi ya Costa Union katika ligi kuu ya NBC. Nao wanachama wa Yanga jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao juu ya mbio za ubingwa kwa msimu huu wakiamini wanaenda kutetea taji lao la ligi kuu ya NBC kwa mara ya nne mfululizo kuelekea ubingwa. Kwa sisi wanayanga Africans tupo vizuri, sababu mpaka sasa hivi kama tunavyoelezea bado tupo katika, tupo kileleni. kwa hiyo kama tupo kileleni ina maana tunaenda sambamba na malengo yetu kwa hiyo tu mimi niwatoe shaka mashabiki wapenzi wote na wadau wote wanaofuatilia mpira, hata wasioipenda Yanga tu wasiwe na hofu dhidi ya timu yetu. Timu yetu nzuri, tuna timu bora, na hii timu bora imetokana na uongozi bora. Mimi niwaambie tu, tuna uongozi bora, tuna timu bora, tuna kikosi bora, nguvu tunayo, nia tunayo, na sababu pia tunayo ya kuhakikisha tunatetea ubingwa wetu na kuwa mabingwa mara zote hususan kwa hii mara ya nne mfululizo kwa namna ya uwekezaji bora uliokuwepo ndani ya Young Africans sambamba na, na mzamini wetu bwana Gharib Said GSM, akiambatana na wazamini wengine. Tunahakika kabisa wana Young Africans bado tunawafuraha tele na hatuna sababu yoyote ya kuangusha ubingwa wa msimu huu 2025 kwa upande wetu sisi Yanga bwana, kiukweli kabisa tumejipanga vya kutosha. Ah, nachoshukuru kabisa viongozi wametengeneza kikosi cha ubingwa kwa hiyo sisi kuhusu ubingwa wa ligi kuu NBC 24, 25 haina pingamizi kikweli kabisa, kwa sababu tuna kikosi bora, tuna wachezaji, yani tuna viongozi bora, tuna mashabiki bora ambao mashabiki kila ilipo Yanga na wenyewe wapo. Kwa hiyo kabisa kwa katika kupigania ubingwa wa NBC 24, 25 haina pingamizi kwetu sisi ubingwa hakuna timu inayotaka tuzuia hayo makando kando ya nje ya uwanja si tuogope, kwa sababu sisi tunaongoza ligi na juu pale, hatuwezi kushuka hata kwa dawa, hata kwa mbinu yote tushuka, kwa sababu kilabu bingwa tumetolewa. Sasa hivi tumefokasi kwenye ligi kuu ya Tanzania bara kwa hiyo kama tumejipanga kwenye kiu Tanzania bara sisi kule tumejipanga vizuri, viongozi wetu makini wako makini, wachezaji wetu wako makini, kila idara imejipanga kwa nafasi yake iliyopangika. Kwa hiyo si swala la ubingwa mwaka huu hatuna hofu na na, na, na wahisi, wanachama, wanachama wawe utulivu wao tulivu, wasi, wa, wa, wa, wa, wasikivu wasibabaike na porojoporojo nchi za uwanja Mdaki. Kuna watu wanaandaa skendo kuondoa watu kwenye michezo, wanaandaa skendo kuondoa watu katika mada zao tofauti. Sisi lengo letu mwaka huu ligi kuu Tanzania bara tulichukua ubingwa mara nne mfululizo, na hilo na hilo jambo halina pikipingamizi, kwa sababu watu wote tuwaweka nyuma. Sasa hivi watasoma namba, hakuna mtu asiyejua kwamba Yanga Afrika inakwenda kuchukua ubingwa, kwa sababu kila kitu kimeandaliwa katika maana ya, ya ubingwa kwa hiyo hakuna hakuna wasiwasi yoyote kuhusiana na kupata ubingwa kwenye nafasi hiyo, kwa sababu hakuna chochote, kwa sababu maandalizi yaliyokuwepo viongozi e, wachezaji, wanachama na kila yoyote anayependea anayependa Yanga Afrika na hata asiyependa anajua kwamba Yanga Afrika hakuna mashaka, ubingwa huu lazima tutauchukua, pamoja na kuwa tunajua kila mtu an, an, anazungumza hivyo, hakuna mtu ambaye kwa mfano hizi timu za, za, za nafasi ya kwanza, maana kuna nafasi ya kwanza ya pili na ya tatu. Hawa wa nafasi ya kwanza e, wengi wanazungumzia ubingwa, lakini wanajua kwamba Yanga Afrika ndio itakwenda kwenye ubingwa kutokana na maandalizi. Kwa hiyo kwa maandalizi ambayo yamefanywa na viongozi na benchi la ufundi, wachezaji, hata wanachama, tuna uhakika wa kuchukua ubingwa kwa mara nyingine tena, hatuna shaka juu ya hilo. In short naweza nikasema huvo vikombe vote tunaenda kuvichukua vote. Kwa hiyo yu hatuna hatuna maelezo mengi ya kuwaelezea watu ili waamini kwamba uh, uto tukombe tunaenda kutuchukua. What I can say less uh, wananchi tu support timu yetu, tuendelee kuipa nguvu uh, kama msimamo wetu tunaosema ni ule ule, tunasimamia pale pale kwenye msimari tunagongelea, hatuchezi na tunaenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wananchi, be patient, ubingwa ni wa kwetu na tunaenda kuchukua kombe kwa misimu mitano, we are going to do trembo parade. Kwa hiyo watu wewe wewe very well prepared kwamba tunakuja kuchukua ubingwa na tunaenda kusherekea mara tano, it has never happened as we are making records which never been break. Kwa sababu unasema imani ni nyingi kweli ni moja, imani ni nyingi kweli ni moja. Kwa hiyo tunafahamu kwamba timu nyingi zinashiriki ikuu na mashindano mengine CRDB, lakini Yanga ni bingwa. Kwa hiyo sisi hatuna doubt kuhusiana na Yanga kwa sababu timu yetu, ukiangalia namna ambavyo imetengenezwa kwenye mifumo ya kisasa zaidi, tuna uongozi bora, tuna wachezaji bora, tuna mashabiki bora ambao wanalipa ada na wako na chama hai. Kwa hiyo ukizungumzia ubingwa wa Yanga msimu huu 2024/2025 unakuwa una wasiwasi wote, kwa sababu mpaka sasa hivi tayari sisi tunaongoza ligi. Kwa hiyo katika mpangilio huo hatuna wasiwasi kuhusiana na kutetea nafasi yake ya ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League, tukishana ubingwa sisi ni bingwa blaza, sio leo, sio hili tu, sisi ni bingwa. Na ndio maana hata wenzetu walikimbia, walijua walijua, yani walijua kinachokwenda kuwapata, walishajua muda mrefu, ilikuwa lazima wakandwe nane au sita. Kwa hiyo walikimbia, walijua kilichokuwa kinaendelea. Wana Yanga wakipanga tarehe ya kucheza, twendeni uwanjani, wala nitakao tukawashone sana sana, tukawashone kwelikweli, pasina kujali iwe usiku, na ndio maana sisi tunafuata mpaka bunju kule, basi tulionekana likafuata mpaka bunju, lakini walikimbia. Sisi muda wowote, saa yoyote, dakika yoyote, wao wakipanga mechi watuambie, lakini kwenye kutuambia sisi. Naam hii, hii ndio Yanga timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe <coughs>

Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii tutaangazia mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Tabora United pamoja na maoni ya Wananchi Yanga juu ya mbio za ubingwa. I love you, Yanga mwah. Wananchi Yanga wiki hii walikuwa mkoani Tabora, huku lengo kubwa likiwa ni kuchukua alama tatu dhidi ya Tabora United katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Lakini kabla ya mchezo huo walianza na hamasa mbalimbali mbali, huku wakitembelea kituo cha watoto wenye uhitaji pamoja na wazee nam uongozi wa Yanga uliamua pia kula pamoja Idd el Fitri na wanachama wake katika mkoa wa Tabora. Kama kawaida yao, walianza na supu kisha pilau katika uwanja wa Chipukizi majira ya mchana <tipi>

Yanga oye yeah. Mbona kama mmepoa hivi eh? Kidogo, Yanga oye yeah. Taburele tabulele, wapenzi mashabiki na wanachama wa Young Africans mkoa wa Tabora, meza kuu, viongozi wa mikoa, viongozi wa matawi mliopo hapa, msemaji wa club ndugu yangu Ali Shaban Kamwe na watu wote mliokusanyika hapa, hii ni siku maalum kwenu nyinyi wanachama mapenzi, wapenzi na washabiki wa Young Africans mkoa wa Tabora katika sikukuu hii ya Idi. Na hii ni siku maalum tulitaka kuonyesha kwamba wananchi wapo, na leo tutajumuika kwa pamoja tutakula kwa pamoja, tutafurahi kwa pamoja, ikiwa ni rasharasha kuelekea kesho. Sasa kesho tunataka tukawaonyeshe nguvu ya wananchi ndani ya mkoa wa Tabora kesho klabu yetu itakapofika. Yale maneno yao wanayosemesemea pembeni, kesho tuna wajibu. Lakini yale mengine yote mliokuwa mkiasikia, yenye kuwapa hofu, msemaji wenu hanayo majibu, atawapatia hapa hapa leo uongozi wa Young Africans kupitia rais wake mhandisi Hersi Ali Said pamoja na mdhamini wetu na mfadhili wetu GSM waliona ni vema wananchi wa Tabora leo muweze kuwa na idi njema, tuweze kukutana pamoja, tuweze kupeana mkono wa idi. Lakini narudia tena, na wao hii kwetu wao kama uongozi hii ni rasharasha rasha. Kesho ndo inabidi tu mvua inyeshe. Kesho saa mbili airport ya Tabora, tunataka tukauonyeshe mkoa wa Tabora Yanga ni klabu ya aina gani. Hii ni klabu yenye historia, ni klabu yenye wanachama, ni klabu pekee Afrika Mashariki na kati yenye mfumo wa kutambua wanachama wake na wakaichangia klabu yao kwa mfumo wa kidijitali. Hakuna klabu nyingine yoyote, hao wote wanapiga piga kelele. Kwa hiyo nisiwe msemaji sana, kwa sababu leo ni siku ya kufurahi. Ni washukuru kwa muda wenu ambao mmeutenga wa kuja kujumuika nasi kama viongozi wenu, tupate chakula cha pamoja, tufurahi pamoja, lakini tufanye maandalizi na kupeana miongozo kuelekea mafuriko tutakayoyaonyesha kesho wakati klabu yetu ikiwasili uwanja wa ndege wa Tabora hapa, asikosekana mtu yoyote, mwenye bajaji, mwenye bodaboda, mwenye baisikeli, mwenye gari, atakayetembea kwa miguu, atakayesukuma gari. Kesho ndiyo nguvu ya wananchi, Young African Sports Club inakwenda kuonekana ndani ya jiji la Tabora. Kwa hiyo kabla ya siku ya mechi kesho, tunakwenda kuudhibitishia Mji wa Tabora, Young Africans ni mabingwa pekee wa kihistoria ndani ya nchi hii. Baada ya kusema haya, niwapongeze tena na niwaombe viongozi mliopo hapa wa matawi kutoka sehemu mbalimbali. Nafahamu wapo viongozi wa kutoka matawi hapa mjini, tawi la Tabora kwanza. Yanga Empire tunayo matawi kutoka Sikonge, Urambo isevya na baadhi ya maeneo mengine. Na isiwe wanachama tu na mashabiki wetu na wapenzi wetu wote wa klabu hii, kesho tujitokeze kwa wingi, kesho tujitokeze kwa wingi. Ninawaomba sana sana, kama mlivyoacha shughuli zenu leo, basi kesho ndiyo siku yetu. Leo ni siku yetu kwa ajili ya mkono wa Idi, tule pamoja, tufurahi pamoja. Kesho ndiyo siku yetu ya kutoa majibu kwa vitendo. Msemaji atajibu kwa maiki, vitendo ni kesho. Yanga oye, Yanga oye, Yanga oye! Asanteni sana, daima mbele. Sasa upande huu nyamazeni, tuangalie upande ambao bado una hamu ya kula. Daima mbele, daima mbele kianzio <tipulia> wameshangilia, wajui kwamba wao ndio wenye njaa sana kuliko nyie. Jipigieni <tipulia> makofi, upande wa huku ukumnaksababisha. daima mbele, asanteni kwanza. <tipulia> tuwanze <tipulia> ah, <mola> kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uhai na afya njema, na leo kwenye viwanja hivi vya chipukizi hapa, wananchi, tumekutana tukiwa na nguvu kubwa, tukiwa na sura zilizojaa tabasamu, tukimaanisha kwamba tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumatano dhidi ya Tabora. Tuseme alhamdulillah. Jipigieni makofi wana Tabora. Yanga haijakuwa klabu kubwa kwa bahati mbaya. Imekuwa klabu kubwa kwa sababu ya wanachama bora kama nyinyi ambao mko hapa Tabora leo hii. Jipigieni makofi tena, wana Tabora. Jumatano tuna mechi hapa Tabora, na tukiwa wakweli kwenye levo ya kujua mpira kwenye levo ya kujua mpira, Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora. Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora.